Nana awasani wanaso katika na wakati, sasa hivi kuna njia ambazo nyingi kubwa ambazo wasanii wanabidi wauze nyimbo zao ni kupitia hizikama aviobongosahi, kuna hii ipo na umehitaja Boomplay, hiyo ni moja ya application ambayo imefeli. E, ni yani, <laughs> yani Boomplay wenyewe pia e, waliingia kwenye kitu ambacho walikuwa wajafanya utafiti. Walikuja mapema sisi kabla tujaanza kuadapt hayo mambo ya streaming na nini e. Sijajua wao strategy zao zilikuwaje, ila nahisi inaweza ikawa ni moja ya kampuni ambayo ina madeni mengi. Kwa hiyo kwa sababu walitoa hela nyingi kwa wasanii. Kwa wasanii. Walitaka kufanya kazi ya, ya distribution. Yani Boomplay, walifungua kampuni ya distribution kama ambavyo wanafanya makampuni makubwa. Unajua hata Apple ana distribute muziki. okay, wao yeah, yeah, walitaka wow, kufanya hicho kitu. Kwa hiyo wakawa wanabidi sasa, ukitaka kudistribute msanii unabidi umpe ya production, arekodi yeah, yeah. ya audio, arekodi video, auze, ndo akudishie. Yeah. Akudishie. Unaelewa. Kwa hiyo hizo ni, hilo ni jukumu lingine. Lakini wao wasinge deal na mambo ya kumdistribute msanii. Wao wangeuza mziki wa kila mtu. Umeelewa? Yeah. Naongeza kuanza kwenye mfumo wa, unamzoesha mtu kwanza, unampa kitu bure au unampa kwenye cheapest price, unaenda slow, slow. Ukiwa unaanza kitu kama kile, pia uhitaji kelele nyingi nyingi, ya sure, uhitaji kuinvest hela nyingi, unahitaji uifanye innovation pole pole. Wanaitaga wanaitaga living innovation, ni una innovate kitu kinafanya kazi kwa siku. Nilikuwa nakwambia nikakwambia, Apple ana kitu kinaitwa Apple TV Apple TV ina series zenye quality mm -hmm. Na waigizaji ambao tulikuwa tunawakubali ma superstar kuliko hata Netflix. Na Apple mm. hawai promote Apple TV. Yaani of course ni indi, wanaipush kama Aha. kama Netflix wanapopush. Ah, wame relax. Kuna watu wachache wanajua. Wao wana, wanafahamu. Na wanalipia kuangalia. Umeelewa? Wako wanaenda wanapokea, unaona, hizi application kuna sehemu ya feedback. Wako wanaenda wanapokea feedback wanaangalia numbers, bado yani hajaingia moja kwa moja kwenye compete na Netflix, sio kwamba kile kitu anakifanya hivyo, yeah. Anajua kabisa mimi competitor wangu atakuja kuwa Netflix, naelewa, ila mimi inabidi nije tofauti, ili nipate tofauti, nabidi nianze kwanza. Wakati naanza sitaki kuwa na pressure yeah. Relax kidogo huku huku nazalisha content. Mana, season ni kitu ambacho kinaishi, mtu anaweza kaudu kaangalia season ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kwa hiyo ndo alimistake Boomplay. Turudi kwenye ile story ulisema kwamba wasanii wana market muziki, alafu kwenye sales, kwenye issue of sales wanashinda kuna nini? Unajua hapa, ilitokea wanaita nini, kuna transformation ilitokea kusoka kwenye analog kuja kwenye digital. Digital, yeah, kabla ya, ana, kabla ya digital kuja wasanii walikuwa wanaachia album dunia nzima kwa sababu ulikuwa uwezi kutembeza CD moja kuwauzia watu singo kwenye CD moja yeah. Maana mfumo ulikuwa ni wa kuuza kanda, kanda na CD. Kanda ilikuwa ina ab na b, yaani ngoma zile kanda za kugeuza, kuna ngoma ziko upande wa huku, unaigeuza kanda unasikiza ngoma upande wa pili. Kwa hiyo ilikuwa lazima msanii aachie nini zamani kwamba ile kutoa single, single, kutoa nyimbo moja moja utoe album kwa sababu lazima urekodi ngoma nyingi kwenye ile kanda moja. Kwa sababu haiwezi kuniuzia mimi kanda moja au CD moja. Yaani CD ambayo ina ngoma moja. Na ukienda kuipiga hiyo ngoma kwenye radio moja mimi inanilipa vipi? Haiwezi kunilipa kwa sababu radio pia inilipa kuplay wimbo wangu naelewa. Kwao ilikuwa wanarekodi wanarekodi album, inaingia sokoni, inauzika album. Kwenye ile album ndo zinatokea single zinaiti tatu nne. Msanii anapata show, anaenda kuperform. Ndo hizo album walikuwa anampa muindi, anawauzia na nini. Kwa hiyo ilikuwa sio kwetu sisi, ilikuwa dunia nzima, watu walikuwa wanauza album. Ndo yani, mfumo wa CD na nini ilivyoanza kuja transformation ya kutoka analog kuja digital, digital, zikatokea platform ambazo zinakupa access ya wewe kuachia single track. Single track, na obviously ni YouTube. YouTube. Sababu msanii anatoa video moja, anashoot. Na nakumbuka tulianza kujua YouTube, ndo hapo wasanii wanaenda South Africa, nini, wanarekodi ma video makali. Hapo hapo sasa ndo tukaanza kuona changes, yani transition kutoka kwenye zile kwenye kwenye yani kwenye kwenye analog, tukaanza kushift kwenye kwenye, digital. Kwenye digital. Sasa wakati ina shift kutoka kwenye analog kuja kwenye digital, inaporudi kumbe inarudi inaanza kuwa na zile tabia za analog, kwamba msanii ili uuze pia huko digital, yeah, unahitaji pia kuwa na album, kuwa na album hey. <laughs> <laughs> <laughs> Unahitaji kutengeneza numbers kwenye platform yako, sababu we uko Spotify, mimi mi siwezi kuja kukusikiliza wewe kwenye akaunti yako ukapata praise, maana kinachokulipa kwenye hizi platform ni namna gani watu wamesikiliza Mziki wako, Mziki wako, umeelewa? Kwa hiyo, watu wanakaunti na kwa idadi ya watu walivyokaa kwenye hiyo, labda umeenda kwenye akaunti yake ya Spotify, ina maana unavomsikiliza zile nyimbo zake wanamwekea pale wanamkauntia pale, ndio namna ambavyo yeye anaenda kuingiza ile hela yake, umeelewa? Ndio maana lebo kubwa unazozijua hizi za duniani haziwezi kumwachia msanii na single track, haziuzi single track yani ukisikia Kendrick ametoa single, ujue kinachofuata ni album, na ile single itakuwa kwenye album, kwenye album we. Yani ukiona msanii ametoa single ni kwamba wamechukua wame, wame ngoma moja kwenye album ili waweze kuirelease, wanaita wanaita pre promotion album, unaipromote album mapema. Kwa hiyo unawapa mashabiki zako awareness kwamba oh, mimi nipo, umeelewa. Kwa ndo unaachia single track, baadaye unaachia album. Album hasa game ime switch Wasanii bado wanakomana kutengeneza hizi single track kwa sababu wenyewe wanachokitaka ni kuwa relevant kwenye mitandao na sio kuuza mziki kwenye hizi platform. Yani wewe si msanii umeachia ngoma, labda ina maana utaanza kupromoti ile ngoma, utapost machallenge account yako kwa Instagram itaonekana unashughuli unafanya na nini, umeelewa yeah. Lakini pale ni kama tu natafuta namba za Instagram ambazo obvious hazitakulipa, yani utakuwa na matatizo na utaomba msaada, kwa sababu Instagram wao hawakulipi kwa kupandisha ile challenge. Ndio maana unaona wasanii kama wakina Kendrick au, au, au, au, wakina Siza labda, umeelewa. Yani ni ngumu kukuta anapost nyimbo yake Instagram. Instagram, yani, kwa sababu Instagram haimlipi yeye, kinachomlipa ni zile platform kwao, kama unataka mziki wangu mimi utabidi ufate Audiomack au ufate Spotify. <coughs> sio Instagram, umeelewa? Kwa Instagram labda nataka kuachia album, nataka kufanya tua kama ulivyoona Kendrick anaposti, detail muhimu, eawezi really, yeah. <laughs> yeah. kuposti kila yeah. kitu awezi kuamka tu akaposti wanayeatenda kuperform Yani, vitu fulani vya ambavyo, yani. Hiyo ilikuwa albamu yake GNX mm -hmm. ehii yeah, yeah. na yeye wana tour ya pamoja inaanza mwezi wa tano sijui na, na, na, Siza. na Siza. Yeah, peji hii, <laughs> ina vitu vichache kinoma, hata ukienda kwenye peji ya Siza yeah. a yeah. yeah. wa ni hivyo hivyo. kwa sababu wao wanasimamiwa na record label ambazo zinafanana zinafanana. Hao wote wasanii wa Jiga. Yaani hao wote ni product za Jay-Z. yeah. Hey, ndio maana unaona wote wote ameperform Super Bowl, Kendrick amempandisha Caesar. Kendrick na Caesar wana ngoma nyingi sana, yani wana collab hata zaidi ya kumi. Wana ambazo ambazo hawajazilizwa walizo record zipo, yani, uh, yeah. Yani, yani, nyimbo ambazo wamewahi kutoa tokio, mm. wanaanza kufa uniwa, yani Kendrick na Caesar, ndio msanii ana collab nyingi sana na Caesar, yani wamerekodi pamoja, ndio maana wanaweza wakafanya tour ya pamoja. tour pamoja kwa hii, hii event ya Super Bowl ilikuwa ni kama promotion ya tour ambayo inaanza mwezi wa tano. mwezi wa tano. kwa hiyo ilikuwa inabidi Caesar apande kwa hawa hapa sio kwamba ni akili zao tu hawa kina Kendrick. Hawa jamaa wana, wana rebo ambazo zinajua nini maana ya copyright. Ndio maana watu kama Universal walipiga marufuku mziki wao kutumika TikTok bila, TikTok. Kulipwa, bila kulipwa, yani bila ba. Eh, wewe <laughs> hey, wakati unaona ni vibe kutrend TikTok. TikTok, okay. Kuna kumbu, mtu yeye hataki kujua kutrend. Yeye anataka yeye. yeah. anyway, wenzetu wapo kistrategic, yani kwamba bana hey. paka yani hata kipande cha ngoma yetu kikisikika kwenye platform yako unabidi utulipe, utulipe. Na hiyo inatokea kwa, inatokeaje? Inatokea kama ni msanii ana timu ya watu wengi, umeelewa? Ukiwa na timu ya watu wengi huwezi kufanya show ya laki tano, utawalipaje hao watu? Umeelewa? Ukiwa na timu ya watu, mm. <laughs> watu wengi hata hata idea umeelewa, hata namna ya kupush vitu itakuwa tofauti, watu watagawana majukumu, umeona? bana boy bana na hadi wazungu wamewaajiri. Yani aso unafikiri ni bana kama bana? ile ni rebo kubwa, zile ni record rebo kubwa duniani ambazo zinajua nini maana ya mziki, mziki komba, komba. Hata kama ana perform yani ile ile ile ile quality yani, yeah. Yani kuna ile quality control yeah. Vitu ya muziki yeah. Pale na hivyo vitu ndio vinakuongezea gharama ya msanii wako. Ina maana kama leo msanii wako amepiga show ya bilioni 1.5 ina maana una uwezo wa kuomba bilioni 3 kwenye show inayo inayokuja inayokuja, lakini kama umeinvest kwenye vitu vingine kama promotion, mbwembo nyingi, story nyingi, msanii anaenda kuperform <coughs> vitu havieleweki, wa ah, watu hawakuchukui. Ni yani, watu wanakutema. Sasa hapo ndo nilikuwa naongelea kuhusu hiyo wasanii kuto weza kuuza mziki wao hivi sasa hivi, game mm, digital inakuhitaji uwe na content na quality ili ufanikiwe kwenye mziki, kwenye mziki yeah. Yani kwa sababu soko limekuwa moja, yani inabidi tujue kwamba soko la muziki duniani ni moja. Ndio maana Bana ameweza kutoka Ghana na Nigeria ameenda kuperform Kenya. Kenya. Hakuna msanii Kenya anaweza akalipwa hata robo ambacho amelipwa bana, yeah. <laughs> Kwa ina maana competition ya, ya, ya wasanii wa Kenya sio wa Kenya wenyewe tu peke yao wala, wala sio wabongo peke yao ni worldwide. Ni worldwide. Ina maana hii show ambao ameenda kuperform bana ndo show alizokuwa anapewa kina Alikiba mm -hmm. Kenya ndo show alikuwa anapewa kina Diamond Kenya, kwa sababu kuna muda walikuwa on, wanaweza kabisa. Yani, sasa digital imefanya watu wapate access, ndio access ya tukao, tunazungumzia issue ya bana, yeah. Boy afu tukazungumzia issue ya album bana, ni mtu anayeacha mm -hmm. album kila mwaka kila mwaka na auzi single track bana, ukimwona ameachia ngoma, unajua hiyo ngoma itapatikana kwenye nini? Kwenye album, kwa sababu anajua mm -hmm. series ya digital inakuhitaji uwe na kazi nyingi, hakuna mtu kwanza unapoteza nguvu. Leo unanipromotia single track, au sio? mm. Mimi nisikilize nyimbo yako kwa miezi mitatu, naisikiliza nyimbo yako, afu baada ya ile miezi mitatu uniachie nyimbo nyingine tena, nibaki naisikiliza ile nyimbo yako kwa miezi mitatu au? yeah. Mm. Yeah. Yeah. Mfano utazungumzia upande wa, wa sanii, kwa sababu wana, nadhani, ni kama sana sasa hivi wasanii, issue kubwa ambayo iko kwamba inabidi wasanii wawe wanachilia ndio waweze kupata mauzo yuko hizo platforms, au, ni nini ni, kwa sababu hapo simekuambia solution ya kuwin kwenye hii game ni uwe na quality na una wingi wa kazi. Na wingi wa kazi. Njia ya kupata wingi wa kazi ni album. Uwezi kuwa unaachia nyimbo kila siku ambazo hazipo kwenye package moja. Unamchanganya hata shabiki yako. Mm-hmm. Yaani hiyo ni mifano iko wazi. Beyonce anaachia album. Wakina wakina msanii ambaye anaongozwa kwa kusikilizwa zaidi kwenye hizi platform ni Taylor, Taylor Swift. Yeye anaachia album. Drake, ni msanii wa pili wa kusikilizwa. Yeye ni mtu wa album positive hivyo. Yeye ni mtu wa album. Album. Rihanna mm, anafanya vizuri mpaka mm, sasa hivi kwenye album alizoziachia miaka hiyo 2015 2016. 16. Sasa hivi album na Rihanna hajaachia single product, labda ile soundtrack aliyofanya ya ya Black Panther. Lakini hajaachia product kwa sababu tukimwona Ariana kwenye macho yetu atakuwa na album, kwa sababu unaenda kuuza nini yani, wewe unakuja kuniuzia mimi nini yani? Ndio maana mfano mtu kama Diamond, yeah, ni mjanja sana yeah, anaweza asiachia album, lakini pia mara nyingi anapia pia mara nyingi hata zile platform zake numbers zinakuwa zinaenda zinakuwa zinakuwa eh, eh, kwa sababu yeye ana yeye uwezo wa kufanya promotion na kuachia ngoma ikafanya vizuri. Lakini hata Harmonize amewahi ku struggle kwenye hiyo. Harmonize amewahi kuwa anaachia nyimbo back to back. Nyingine inafanya vizuri, nyingine haifanyi vizuri kwa sababu alikuwa anajua kabisa ili aweze kufanya vizuri international game inamhitaji hivyo. Umeelewa? Lakini wenzetu wanakuja na album. Takupa mfano mzuri Olamide. Olamide, ya. Olamide hajawahi kumwachia msanii na single project. Wasanii wa Lamido ndio wanatoa album, yani wasanii wakubwa Afrika. Fireboy. Asake huyo hapa. Asake ameanza na album Mr Mane. Mr Mane. Eh, akaja akatoa sijui album gani ile kwa ni weki of art sijui kitu kama hicho. Akaja akatoa tena hii album yake hiyo nyingine Lungu Boy. Kabla hapa alitoa album nyingine. Fireboy hivyo hivyo alianza na album, ana album nne sasa hivi, na hao wote. Watu kama Fireboy. Fireboy ni msanii wa pili kumiliki mm, jet Afrika, Afrika, baada ya Davido. Fireboy, hela yake ni kwenye streaming, sio kuperform, maana Fireboy haonekanagi ana perform mara kwa mara. Unaweza ukaisikiliza album, unaeza kuanzia juu mpaka chini, mpaka chini. Ile ndo hela yake na sasa watu wanalalamika wanasema, labda ah, unajua streaming hatuwezi kufanya kwa sababu yeah, watanzania hawaja yeah, adapte mfumo unatuka kwamba hii ishu ya, ya kwamba a... <laughs> watu sahivi kwamba okay, jamani, shiftini wee kwenye kustriam, tunawaambia wasanii bana, shiftini kwenye kustriam sahivi ndo kuna hela lakini unajua bongo muziki, mtu ataka nyimbo za bure, aingie YouTube awe na bando, awe na vitu kama hivyo. Mtu atasema kwamba, mpaka niji nisubiri nitumie means ambazo in the meantime hapo sasa Mtu akikwambia kitu kama hicho kwenye ulimwengu wa sasa hivi yupo kwenye box, kwa sababu dunia, lengo la intaneti ni kutuweka, kuna, kutuweka pamoja pamoja, kutuweka kijiji, kijiji. Kama tuna mifano ya wasanii ambao ni wa Nigeria ila wanauza mziki wao Europe, Europe, ina maana kuna kundi la watu ambao sasa hivi wana stream muziki yani tayari wako kwenye huo mfumo, umeelewa Tengeneza product kwa target yao watu, ili mfumo ukianza kukukuta wewe, ukukute tayari, we upo tayari kwenye ule mfumo, tayari una watu, kwa sababu tayari ilo soko lipo na ndo soko lenye hela. Yani mtu akikusikiliza akiwa yuko UK, mm, ina maana analipa hela na hela unaolipa Spotify hapa na UK ni tofauti, ni tofauti, ni tofauti. Sawa na YouTube hivyo hivyo, umeelewa? kwa hiyo Ina maana sisi hapa sisi, sisi wa Tanzania lakini tunamsikiliza Fireboy, Fireboy, yeah. Umeelewa? Na tunamsikiliza labda Asake, Asake, umeelewa? Tunamsikiliza Kendrick, umeelewa? Ina maana kama wewe ni Mtanzania ukija na quality za Fireboy, kwenye sound, strategies kila kitu, mimi pia nitakusikiliza. Ile utamuongeza mlaji ambaye anaenda kukupa hela. Hela. Maana sisi tuna kundi la watu ambao umaarufu unaanza kabla ya passion yenyewe, yaani watu wanapenda umaarufu kuliko kazi yenyewe. Umeelewa? Kwa hiyo iko lazima afanye vitu vingi ambavyo vitampa umaarufu, lakini sio hela. Ndio maana tuna maarufu wengi hawana hela, ila ni maarufu. Umeelewa? Kuna tunapiga naye stori, akaniambia mtu kama we Masepetu ndo alikuwa anatakia we ni mdada mwenye hela kuliko wadada, kwa sababu wote wote, of course, hata mimi hicho kitu nilikisikiaga sehemu hiyo, umeelewa? Kwa sababu aliinvest labda kwenye vitu vingi ambavyo ni vya kumfanya awe maarufu, lakini sio kumuingizia hela hela, umeelewa? Umeelewa, mtu kama Ariana alikuwa ni maarufu, akaanza kufanya product za urembo. Wewe unafikiri mtu kama Wema angeuzaga rangi za kucha? lakini lakini mbona kama ali, ali konga ndo alijiga novu kipindi vizuri, v napiga story hapa midamida, nikakwambia mida mida, watu gani wame kuleta product bongo, kazizikiweza iske, kusustain kwenye soko zikaenda. Yeah, kwa hiyo mm, pia ni changamoto pia, na hisi pia bado hii ni kasumba ya jamii yetu, sio wasanii tu peke yao. Sisi hatupendi kuinvesti vitu ambavyo vitatupa matokeo ya muda mrefu, ya haraka haraka kwao, ko hatuangalii future kwao baadaye. Future ikija mbeleni, si tuko nyuma, umeelewa? au na nafasi tena, yaani muda wako ndio umeishia hapo, umeelewa? Ila mziki mziki ni kitu ambacho unabidi ukiwekea malengo ya muda mrefu wezi amini mimi, namsikiliza Lemiongala albamu yake naisikiliza, nasikumkuta mimi kwenye kuzaliwa kwangu, yaani nimemkuta Lemi ashacha mziki yani ndo ana malizia, malizia. E, albamu nayo nayoisikiliza hii kipenda roo ameitoa mwaka tisini na sita umeelewa. Inamaana familia ya, ya, ya Lemiongala inanufaika na mauzo ya, ya mzee wao umeelewa mze kwa hiyo kama huyu hata leo ukitengeneza album sasa, sasahivi inaweza sifanye vizuri sasa hivi, lakini ikaja ikafanya vizuri miaka inayokuja. Kwa mfano kuna kundi moja la wasanii nimesahau, nimesahau kulitolea mifano watu waone wako mbele ya muda yani hizi ni conversation ambazo wasanii wanabidi wazisikie. Huwezi kumwachia msanii mpya unamwachia na single track. Yani msanii mpya unamwachiaje na nyimbo moja? Yani umeniletea product sokoni soko. Afu mimi naesikiza kwa nyimbo moja, kama kama amebahatisha, ila nikimsikiza kweli ile package yeah. Dude, ndio maana watu hata kina whisky di anakaa kimya anatoa album. Na ndo maana hata kuna kitu moja uliniambia kwamba faida ya kutoa album kama umetoa ngoma let's say, let's say umetoa ngoma saba hata yeah, kama ngoma tatu ziki ngoma nne ziki let's say tatu ziki flop zisabebwa na zile zingine ambazo zimeenda, yeah, ndio faida ya kutoa al yeah, ya kutoa album. Ndio maana hata album album making ni tofauti kidogo. Album ni mziki wa kusikilizwa kwa hiyo ukitengeneza album hauhitaji kuwa na mabeng mengi Unakuta nyimbo ambazo ni za kubang labda zina local jazz, unazo tatu au mbili. Ndio maana yeah. Sometimes hata ukiwa unasikiliza album ya mtu Sometimes let's kama ngome ya kwanza ya pili umezielewa, ya tatu unaweza kujielewa, lakini yeah. Still uta, utaipa nafasi yeah. Kwa sababu zile za mbili tayari zimesha ku hype, kwa hiyo za za nne na tano utaendelea, ndio faida yako na na zile za ku hype na unazitumia kwenye promotion zile kwenye, kwenye promotion kwa ku push na nini yeah. Hapa kwa hiyo hiyo ni strategy ambayo msanii yoyote ambaye akiamua kuifanya sasa hivi ina maana anaweza akafaidika kwenye muziki, lakini sasa kwenye kutengeneza huu mziki wa mambo ya Spotify nini, hiyo unajua hiyo sio redio tena, hiyo sio kwamba ni Radio Free Africa Mwanza, yeah. au ni, ni mawingu hapa town au ya nini, yani hiyo ni, iyo ni, duniani. ni duniani. yani hiyo ni redio ya ya e, ukiwa Spotify ni radio ya, ya, dunia. duniani. ya ni ni mawingu, ni, <laughs> sasa ishu nakuja ili iweze kuuza hiyo duniani inabidi uwe na quality za duniani. quality, quality za kidunia ndio eh, maana mtu kama Banaboy anatoa album, executive producer Pididi mm. Umeelewa kwa ina maana Pididi anakuja kukupa wewe quality za duniani production wise lyrics, video, strategy, album i sound vipi maana si tuna shida kwenye sound. Tunaweza kuwa tuna maproducer wazuri, wazuri lakini yeah, hatuna vifaa vizuri vya kuproduce wazuri, yeah. na hii sio kwamba ni udhaifu kwamba, hivi ni vitu viko wazi, tumutakupa, yeah. Tumutakupa mfano na STC album yake ya mwisho. Hapa Afrika hakuna nchi inayofikia sound South Africa, yani wao wako mbele ya muziki mm -hmm, kuliko nchi zote hizi yani, wao wamechukua magrammy kitambo sana yani. Yani, wameweza kufanya muziki muda mrefu yani kitambo sana lakini nastc anatengeneza album anaenda kuifanyia mastering, mastering yake unaelewa UK. UK, UK, yeah. Anambeba producer kwa sababu producer ana mkali, ana midundo mikali, lakini sasa hivi vifaa vinavyokuja kwenye sound kwenye swag yani yani kwenye quality ya Apple, eh. Apple anafanya mastering ya albums ukitaka, kwa sababu ukitoa ngoma unajua, Apple kuna wasanii wanafanya nao kazi pia. Ukiachia album una distributor sana wapa wale eh. wale wanaichuja kwa sababu unabidi wapeba kama mwezi kabla wanachuja quality. Hepo akikupitisha kwamba mm -hmm. Hii quality bwana, imepita hilo dude lina sound.